Haya, inabidi kidogo tuseti mitambo hapa. <laughs> Babu, una maruwerue ya wikendi bado? Hapana, amefurahia ama vile nimesema B A B U <laughs> Anaitwa Fadil tu. <laughs> <laughs> Haya bwana Babu Abdalla, karibu. <Asante>. Sultan. <laughs> na mtazamaji karibu, katika kipindi cha michezo hiki tunapokutana sana wakati kama huu kila siku ya Jumatatu hapa kujadili mengi ambayo yame, bila shaka yamegonga vichwa vya habari katika ulingo wa michezo, na tunakupeleka moja kwa moja kwenye matukio makuu ya michezo yaliyotikisa viwanja mbalimbali mbali duniani wikendi hii. Mimi naitwa Babu Abdalla nikiwa pamoja na wenzangu Josephat Charo, Fadila Mudir eh, na Saumu Njama tukikuletea uchambuzi matokeo, na simulizi zote za kusisimua kutoka ulingo wa michezo. Na moja kwa moja Saumu, mm -hmm. Tuanze na mm, e, Bundesliga kwanza. E, Bayern Munich e, imefungua mwanya wa alama nane kati yao na wapinzani wao e, wa karibu, naweza kuwaita mm -hmm. RB Leipzig e, baada ya ushindi wa mabao matano wa bila dhidi ya VfB Stuttgart. mm -hmm. E, kumbuka Harry Kane alifunga hatrick ya kuvutia akionyesha uwezo wake wa kufunga mabao muhimu na mabao mengine yalitiwa kimiani na Konrad Laimer na Josip Stanisic, lakini kabla ya mchezo huu mm -hmm. Kwa faida ya mtazamaji ni kwamba Stuttgart walikuwa na rekodi nzuri ya nyumbani msimu huu, lakini Bayern waliwazidi kasi na ubora na eh, nikimnukuu kocha wa Bayern Munich Vincent Kompany alisema kwamba E, tunacheza mechi nne ndani ya siku kumi na moja na ndio maana nilibadilisha kikosi, tukianza mchezo dhidi ya Stuttgart tukiwa na nguvu kidogo, alafu baadaye tutakuwa na kikosi hatari. Mm. E, naanza nawe Saumu, tulikuwa pamoja katika e, dimba lile la MHP Arena. Unadhani ni kitu gani ambacho kinawapatia Bayern Munich nguvu zaidi hasa katika kipindi cha pili kwa sababu mabao yao mengi wanayafunga kipindi cha pili. Uh, kama ulivyomnukuu hapo uh, kocha akizungumzia kwamba alitazama ni namna gani anakitumia kikosi cha kwanza na wachezaji ambao walitoka katika mbao ndefu. Hii ni kumaanisha Bayern ina kikosi kikubwa kipana, ambacho wanaweza kutumia kwa namna yoyote. Iwapo angetaka kupata mabao katika kipindi cha kwanza, bado ingewezekana kulingana na ni wachezaji gani anaoleta. Uh, umemtaja Harry Kane. Harry Kane baada ya kuingia kipindi cha pili, eh, alileta mabao, akafunga hat-trick yake kwa mara tena mm. Kwa hiyo Vincent Company alikuwa ameshangalia ame namna gani hakutaka kuwatumia ambao unaweza kuwaita ni goal machines, ama wachezaji ambao wanahakika kwamba hao wakiwepo kwa kiasi kikubwa sitakosa mabao. Kwa hiyo naweza kusema ni eh, alifikiria na mbinu gani ya kwanza, nayo hakutaka kuwachosha wachezaji ambao atawahitaji katika mechi zinazokuja. Kwa hiyo unaweza kusema kwa kiasi kikubwa anazingatia eh, ni mbinu gani na ni kina nani anaoanzisha, kwa sababu anayo nafasi, anao wachezaji na anaweza kufanya chochote katika zile tisini ambazo anaziamua kama mkufunzi. Na Josephat Charo, moja kati ya mabadiliko makubwa ambayo eh, Vincent Kompany iliyafanya Manuel Neuer aliazia ali benchi nafasi yake ikachukuliwa na Jonas Uabig, lakini pia mshambuliaji Harry eh, Kane alitokea benchi nafasi yake ikichukuliwa na, na Nicolas Jackson. Baadhi ya wa wachambuzi wanasema kwamba hii ni dalili kwamba Bayern Munich wanaanza sasa hivi mm -hmm. kujiandaa na maisha baada ya Harry Kane na Manuel Neuer. Wewe mtazamo wako ni upi? Wamezeeka nafikiri, wanaendelea kuzeeka, mifupa imekuwa migumu na nafikiri ulikuwa uamuzi sahihi. Uh, ni kipindi cha mpito, ungeweza kusema, wale ambao wana umri mkubwa polepole wanaandaliwa kuondoka, halafu wale ambao ndio vijana uh, wenye nguvu, mifupa bado michanga majenzi ndo wanaingizwa polepole, nao waingie katika zile nafasi. Kwa hiyo kumchezesha ubig uh, kabla ya noya, noya, nafikiri ni sawasawa sawa kabisa na Jackson kabla ya Harry Kane, uamuzi barabara kabisa Babu. Lakini mi siutaji kama uamuzi barabara kwa sababu, ukiangalia katika zile dakika ambazo uh, Jackson Nixon alicheza mm. Uh, ulikuwa unaona anapata ugumu fulani ya kuweza kufahamu ni wapi ama namna gani ya kuweza kutikisa wavu mm. alipata tabu sana kama mshambuliaji ambaye alikuwa navaa viatu vya Harry Kane. Hadi mpaka mabadiliko yalipokuja, alicheza pale Michael Olise. Kwa kawaida Olise analeta uh, mashuti kutoka upande tofauti ili kujaza katikati pate mtu wa kumalizia. Lakini Nixon kidogo sidhani mm. kwa sasa mm. eh, kama kweli viatu vya Harry Kane na hata kwamba pengine wanamwandaa eh, kama eh, kwa sasa anaweza ana ana, ana ana uh, vimudu viatu. Siwezi kusema kwa sasa ameshamudu tayari mm -hmm. lakini uo ugumu wa jiwe ambayo ame, amesha uonja umemsaidia uh, kuanza hatua ya kujijenga yeye mwenyewe na kujiimarisha mm -hmm. na kujifunza kwa hiyo atahitaji muda, ni kama mm, mwanajeshi ambaye ameingia katika mafunzo. Unahitaji muda mrefu sana kuanza kujifunza matumizi ya silaha tofauti tofauti mpaka ujeuwe mwanajeshi mahiri mm. Kwa hiyo kwa vijana hawa nafikiri uh, tuwape muda na nafikiri watafanya vizuri na litakuwa ni kosa kwa kocha Kompany kutowachezesha na no, kutowapa fursa, wakaanza kuzowea polepole. Itafika wakati Bayan wanaweza wakakwama. Babu naam, asante mm, sana eh, Saumu na eh, Josephat Charo, kwa tathmini nzuri kabisa, tugeukie mechi kati ya Borussia Dortmund na Hoffenheim. e, vijana hao wa niko Kovach walipata ushindi wa magoli mawili kwa bila dhidi ya Hoffenheim katika uwanja wa Signal Iduna Park na kuvunja rekodi ya kutopoteza mechi sita mfululizo ya wapinzani wao. Magoli ya Dortmund yalitiwa kimiani na Brandt na Schlotterbeck, lakini kikosi cha Kovac kilikuwa kimeingia kwenye mchezo huo kikiwa na matumaini ya kuongeza rekodi yao ya kutopoteza hadi mechi sita baada ya kupata ushindi muhimu dhidi eh, ya Bayer Leverkusen. Na swali hivi sasa linaibuka. Dortmund imechupa hadi katika nafasi ya tatu kwenye msimamo wa Bundesliga ikiwa na alama 28. Safari hii inaanza nawe, eh, Josephat Charo, eh, Borussia Dortmund imeamka usingizini? Aungeweza kusema hivyo, na mechi ambayo inafuata watakipiga na Freiburg ugenini huko Freiburg. Uh, nafikiri hii inaweza kuwa mechi ngumu pia kwao kwa sababu Freiburg, tunajua uh, hali yao si nzuri sana vile sasa hivi uh, wakiwa wamesimama katika nafasi ya tisa na alama kumi na sita kwa hiyo tunasubiri mechi hii tuone kama hizi nguvu ambazo wanazo Dortmund zitaendelea watakapokipiga na Freiburg, na ni mechi muhimu sana ambayo ushindi eh, watakaoupata hapa Dortmund utaweza kuwasaidia kuweza kuipita pengine, eh, Leipzig, eh, kwa sababu wametengana tu kwa alama moja Dio. Na Leipzig watakuwa nakipiga na Union Berlin. Uh, kwa hiyo waombe kwamba uh, Union Berlin wa, wazuie RB Leipzig kwa sare au pengine waishinde Leipzig, alafu Dortmund wapande katika nafasi ya pili kama Dortmund itapoteza hii mechi basi litakuwa ni pigo kubwa sana kwao katika kuelekea kujiimarisha katika nafasi ya pili, kwa sababu nafasi ya kwanza wanapepea kileleni kabisa Bayern Munich, wakiwa wameacha mwanya wa alama nane. Na katika hizi timu kiasi tuseme sita za kwanza hakuna hmm, mabadiliko yoyote ambayo yametokea kwa upande wa msimamo ni wa alama tu peke yake, na hii inakwambia jinsi gani Dortmund inavyokabiliwa na shinikizo kubwa katika sita bora. Na kama hawatakuwa makini timu kama Stuttgart, Hoffenheim ba Leverkusen bado zina uwezo mkubwa wa kuweza kuja na kuipita Dortmund. Babu nam kwa maneno mafupi. Saumu, eh, klabu hii ya Hoffenheim licha ya kujiamini eh, walikuwa kuelekea mchezo huo wameshinda mara tano na kutoka sare mara moja katika mechi sita za Bundesliga zilizopita. mm -hmm, lakini Hoffenheim walishindwa kabisa kuhimili eh, kashikashi zile za Borussia Dortmund. kitu gani kimebadilika? Kusema kwa kuangalia tu katika jedwali wanavyosimama, uh, katika nafasi katika nafasi ya tatu. Mvuto wa kiasi cha haja na safari hii nitaanza na Josephat Charo. E, wakati wa ushindi wa magoli sita kwa bila wa RB Leipzig e, dhidi ya Eintracht Frankfurt kinda Yan Diomande, Diomande alituma ujumbe kuelekea mechi za kombe la dunia la FIFA kati ya Ivory Coast na Ujerumani. Kumbuka hizi ni timu ambazo e, zimepangwa pamoja kwenye kombe la dunia E, hatriki yake ilionyesha jinsi anavyoweza kuwa hatari e, dhidi ya kikosi cha Julian Nagelsmann. Swali ambalo wachambuzi wengi hivi sasa wanaanza kujiuliza, je, huyu ndio amechukua mikoba ya Didier Drogba, mshambuliaji wa zamani wa Ivory Coast na klabu ya Chelsea? Charo, uh, kwa hapa ambapo amefikia Yann Demande eh, nafikiri ni mapema sana kuanza kumlinganisha na na mchezaji wa haiba kubwa kama Drogba mm. Uh, tumpe muda tumpe muda kadri anavyoendelea kukua tutajua. Uh, lakini kwa jinsi ambavyo amecheza na jinsi ambavyo ameonyesha uwezo mkubwa sana wa kucheka na wavu, yani Diomande uh, ninamwekea matumaini makubwa sana kwamba atang'ara sana uh, kwa timu yake uh, ya Bundesliga na vile vilevile timu yake ya taifa na Ujerumani, Babu mm -hmm. Uh, walipata shida sana katika mwaka wa elfu mbili na sita wakati kombe la dunia lilipochezwa hapo Ujerumani, almanusra afungwe na Cote d'Ivoire. Ni bao tu la Lucas Podolski la dakika za mazdadi ambalo liliisaidia Ujerumani kusawazisha, lakini walikuwa wamefungwa na Cote d'Ivoire na watacheza kwa mara ya kwanza Ujerumani na Cote d'ivoire katika ngazi ya kombe la dunia hii, hii, hii mechi itakuwa na presha kubwa sana, na Yan Dumande anaweza kuwapa tabu sana mabeki wa Ujerumani na anaweza sana kurarua rarua kabisa wavu wa Wajerumani wa, lazima Wajerumani wawe makini sana na huyu huyu jamaa, na si huyu jamaa tu, lakini kikosi kizima cha Babu. Naam, tutarudi kwako muda usiokuwa mrefu, lakini sasa hivi twende nchini Tanzania alafu tukipata muda tena tutaangazia mengi katika ligi kuu ya premia kule nchini Uingereza, lakini e, kubwa huko nchini Tanzania, baada ya Simba kufungwa na Azam FC kwa mabao mawili kwa bila, msimamo wa ligi kuu Tanzania bara umebadilika na ushindani umeongezeka zaidi. E, kumbuka JKT Tanzania bado anaongoza ligi wakati Yanga wakifuatiwa kwa karibu na Simba wakishuka hadi katika nafasi ya tano, na mwanamichezo wetu kutoka Tanzania eh, Mindi Joseph ametuma eh, ripoti ifuatayo. Namwona mwenzangu uta, utaipata hapo kidogo Babu Abdalla, yeah. uh, ya Mindi ni kama umemweka kwenye uh, mikoba, kwa kwanza ukiamua kwamba uangalie mambo ya Tanzania yanakwendaje <laughs> mi nakwambia, wikendi ilikuwa ndefu sana Babu Abdalla uh, eh, mwelekezi <laughs> uka, uka, uka, kwa sahau kumwambia kwamba atamchukua uh, Mindi, lakini kwa sasa pengine tuangalie mengine basi. Wacha malaika kitambo, ni mmoja. kitambo anaitizama ana, ana, ana hiyo, hiyo ripoti eh, twende kule nchini Uingereza, ligi kuu ya Premier ambapo eh, gumzo kuu ni kauli ya nyota wa Salah ambapo yupo katika hali ya sintofahamu kuhusu mustakabali wake ndani ya majogo wa Liverpool baada ya kuonyesha wazi kutoridhishwa na kuachwa benchi katika sare ya tatu tatu tatu, eh, dhidi ya Leeds United. Hii ni ripoti ambayo tutakuja kuichambua muda mfupi ujao, lakini sasa, eh, tuende nchini Tanzania, eh, tusikilize ripoti ya shabiki Simba ikipoteza dhidi ya Azam FC huku watani wao Yanga wakijihakikisha pointi tatu muhimu mbele ya wagosi wa kaya Coastal Unioni. Simba imejikuta ikitoka mikono mitupu mara baada ya kukubali kipigo cha mabao mawili kwa sifuri kutoka kwa wanarambaramba Azam FC kwenye uwanja wa Benjamin Mkapa. Kocha wa Simba Selemani Matona anasema tatizo la kutumia nafasi ni jinamizi linaloitesa Simba. Tatizo letu la kutumia nafasi limekuwa liko pale pale. Tumeweza kuruhusu goli mbili. Nafikiri ndio mpira, lakini ya kwetu sisi sote, kwa hiyo tumekubali kupoteza mchezo. Kwa hiyo tu, si tumekubali matokeo, tunaenda kujipanga kwenye game ijayo. Hawa ni mashabiki wa Simba. Tunaumia mashabiki. Makocha wanakuja, wanaondoka. Hatujajua timu yetu ina mdudu gani ambaye ametukumba. Tulikuwa tunasema misimu minne tunaumia. Sasa huu unaenda tena msimu wa tano. Na hisi maumivu yataendelea kwa yale yale. Tuna kikosi bora lakini bado uko chini ya kiwango. Ifikie mahali wao ndio wajitathmini sasa. Utafukuza makocha wangapi? Mbona wao hawatoki kwenye vyo vyao? Sisi kama mashabiki ni haki yetu kuongea na ni haki yetu ku, ku, kuhoji na kujibiwa. Simba ina ugomvi ndani kwa ndani. Haya yote ni kwa sababu hatuna umoja. Ndio yote yanatokea haya. Ndio yote yanatokea haya na katika uwanja wa Jamhuri jijini Dodoma, Yangi imeendeleza mwenendo wake mzuri kwa kupata ushindi wa bao moja kwa sifuri mbele ya Coastal Union. Bao pekee lililofungwa kipindi cha pili na Prince Dube lilitosha kuipa Yanga pointi tatu muhimu kabla ya mapumziko ya ligi na hii ni kauli ya kocha wa Coastal Union Mohamed Muya: tumecheza kwa kuheshimu Yanga na quality nzuri ya wachezaji, lakini na sisi tumejitahidi kuwapa wachezaji wetu vitu ambavyo vinaweza vikawafanya washindane na Yanga. Nawapongeza sana wachezaji kwa kazi walioifanya. Ligi kuu Tanzania bara inachukua mapumziko mafupi ili kupisha fainali za kombe la mataifa ya Afrika AFCON elfu mbili na ishirini na tano itakayofanyika nchini Moroko. Hatua hii na lenga kutoa nafasi kwa wachezaji wanaoitwa kwenye timu zao za taifa kujiandaa kikamilifu bila shinikizo la mechi za ligi. Mchambuzi wa soka Johannes Maico anasema Simba inatakiwa kutumia muda wa mapumziko kurekebisha safu ya ulinzi na kuongeza kasi kwenye eneo la mwisho ambalo limekuwa likisababisha matokeo yasiyotabirika msimu huu. Inawezekana ikawa ni wakati sahihi wa wao kuweza kutengeneza kikosi chao bora zaidi. Mwalimu atakuwa na uwanda mpano, Simba wanapaswa waweze kuitumia ili kuboresha kikosi chao zaidi. JKT Tanzania wameendelea kusalia kileleni mwa ligi kuu Tanzania bara wakiwa na alama kumi na saba baada ya michezo kumi. Huko Yanga akikalia nafasi ya pili, alama kumi na sita za mechi sita. Simba akiendelea kusalia nafasi ya tano alama kumi na mbili za michezo mitano, huku Azam FC wakiwa nafasi ya tisa alama tisa za michezo mitano kutoka nchini Tanzania. Ni mwanamichezo mindi Josefu, Josephat na Saumu, kwa takriban sekunde kama kumi na tano kila, kila mmoja wenu, eh, tatizo la Simba liko wapi? Nianze na Saumu. Unaweza kusema matatizo yapo kuanzia usimamizi mm, mpaka wachezaji. Kwa usimamizi bado hawajaelewa makocha, bado wanaendelea kutafuta namna gani Simba itaweza kurudi katika e, eh, awamu ambayo iliyokuwa nayo. Lakini sasa nyinyi mnataka matokeo labda, mkufunzi ameanza kufunza ndo anajaribu kukelewa kikosi, mnategemea kwamba yao yatakuwa yale yale matokeo 100% ambayo mmekuwa mkizoea ama mmekuwa mkitarajia kwamba mtayapata e, eh, naam no, Josephat. Uh, mimi naona kwamba Simba sasa hivi wanapitia kipindi kigumu Mm-hmm. cha majaribu uh, kwa upande wa kikosi chao na inabidi wakae watulie, wajipange na waonyeshe ukomavu wanapopitia katika kipindi hiki kigumu. Ndio. Nafikiri kila timu jina kubwa linakuwa lina kipindi chake ambacho kinakuwa kigumu upande wa wa, wa wa vikosi na maelewano baina ya wachezaji na pia kocha mkuu na usimamizi wa timu na mambo ya fedha. Mambo yakawa yani hayaendi vizuri. Kwa hiyo nafikiri watulie, watulie ili waweze ku, ku, kuendelea vizuri vinginevyo timu inaweza ikaparaganyika baba. Tuseme kwamba subira huvuta heri, subira na, na tuelekee nchini Tanzania kwa, kwa upesi upesi, maanake naona muda kidogo unakuwa na wivu na sisi e, nyota wa Liverpool, Mohamed Salah, baada ya kuwekwa benchi katika mechi dhidi ya Leeds iliyokamilika tatu tatu, alizungumza na waandishi wa habari na kwa kauli hii amesema kwamba klabu ya Liverpool imemtupa chini ya basi na kudai kwamba hana tena uhusiano mzuri na kocha Arne Slot. upe mustakabali wa, wa, wa, wa Mohamed Salah, huu ndio mwisho wake ndani ya Liverpool. Uh, Salah sasa hivi ana hanyahanya anasuasua tu uh, mm -hmm. E, kiwango chake cha uchezaji kilikuwa kimeshuka, anacheza kwa kubahatisha tangu wakati Jurgen Klopp alipokuwa alikuwa akilalamika pia kwamba anawekwa benchi, lakini hii ni baada ya kuonekana namna mchezo wake anavyocheza sasa hivi, nafasi ambayo imechukuliwa ambayo anacheza yeye kwa kawaida mm -hmm. mchezaji aliyepo sasa hivi anaitumia kikamilifu. Kwa hiyo kwa kocha kuamua kwamba kukuweka benchi ni kumaanisha kwamba ameona yupo mchezaji ambaye anaweza kutoa matokeo, ijapokuwa Liverpool kwa kiasi kikubwa yote kama ilivyo inatetereka. Josephat Charo, soka, soka la kulipwa. mm. soka la kulipwa lina kipindi chake babu, na hiyo miaka ikishapita unakuwa wewe na wewe unatakiwa sasa U, u, uondoke, uanze kufikiria kuondoka, uangalie shughuli <laughs> nyingine ya kufanya, kwa sababu ni swala la kukimbia. Anaweza kwenda <laughs> darasani akasomea management. Huyu huyu aondoke polepole, ama ajiandae polepole, Al Ahli inamtaka Saudi Arabia. Bora aende huko polepole, lakini akiendelea kukaa pale itakuwa ni aibu. Na tunafika mwisho wa kipindi cha michezo kwa leo. Asante sana mtazamaji kwa muda wako, hadi wakati mwingine eh. Kwa niaba ya mwenzangu Josephat Charo na Saumu Njama, mimi naitwa Babu Abdalla. Sasa tupishe makala yetu leo hii. Ni DW.